Hii ndio sayari ya Uranus. And the last one is Neptune. Hizi ndio sayari nane ambazo za sasa hivi. Lakini zamani kulikuwa na Pluto ambayo ilijulikana kama sayari. Ilijulikana kama sayari ya tisa kutoka katika jua. Sasa ndugu zangu Waislamu, Umbali wa kutoka kwenye jua mpaka kwenda kwenye Mercury ni 58 millions of kilometers. Na umbali wa kutoka jua mpaka kwenda kwenye sayari ya Venus ni 108 millions of kilometers. Umbali wa kutoka kwenye jua mpaka kwenye Earth kwenye sayari ya dunia ni 150 millions of kilometers. Mercury ili kufunga mwezi wake wa jua ili kufunga kutimiza kuzunguka jua inachukua muda wa siku 88. Venus ili kufunga mzunguko wake wa jua inachukua muda wa siku 255 kutimiza kuzunguka jua inatumia siku 365 na nusu. Siku nane za katika sayari ya dunia ukizipeleka katika sayari ya Mercury, ambayo ndio ya kwanza kutoka katika jua, inahesabika ni mwaka mmoja. Mercury ili kufunga mwezi wake wa, wa kuzunguka jua inatumia siku 88. Kwa hiyo siku 88 za katika dunia ukizileta katika sayari ya Mercury au mtu alioishi katika dunia siku 88 ukimpeleka katika sayari ya Mercury anahesabika ameishi mwaka mmoja. Siku 255 za katika sayari ya dunia halafu ukizipeleka katika sayari ya Venus inahesabika ni mwaka mmoja kwa sababu Venus ili kufunga mwezo wake wa kuzunguka jua ni siku 255. Na ilisiku mia, mia, mia, miaka 248 katika dunia ukizipeleka, katika sayari ya Pluto inahesabika ni mwaka mmoja kwa sababu Pluto ili kufunga mwezi wake wa kuzunguka jua ni miaka 248. Anaposema amezumba mbingu na ardhi katika muda wa siku sita, sio hizi za saa 24 tulizokuwa nazo ndani ya sayari yetu inayoitwa dunia. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno. Akasema wakana arshuhu ala lma, na arshi yake ilikuwa juu ya maji. Sasa hapa wanasayansi wamehoji, wameuliza ikiwa Qur'ani yaeleza kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kulikuwa na maji, na juu ya maji ilikuwepo arshi yake. Yale maji yalikaa juu ya kitu gani? Sasa hivi maji ya bahari, mito na maziwa mingine yamekaa juu ya mgongo wa ardhi inavyoeleza kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kulikuwepo na maji. Yale maji yalikaa juu ya kitu gani?